Kutoka gatuzi la Laikipia tuelekee kwake Hashim Jamal akiwa gatuzi nambari nane la Wajir ambapo wanasema wazee na viongozi huko Wajir wanaendelea kushutumu shirika la huduma kwa wanyamapori kufuatia uhamisho wa twiga wawili aina ya Somali jirafu kutoka Wajir hadi Nanyuki. Haya yanajiri siku chache baada ya shirika la North Eastern Wildlife Conservancies kushutumu hatua hiyo, likitaja kuwa hatua hiyo inazingatia sheria za uhifadhi. Sasa, viongozi hawa wametoa onyo kali wakisema wako tayari kwenda mahakamani kuishtaki KWS. Katika kaunti ya Wajir maswali bado yanaibuka siku kadhaa baada ya twiga wawili waliokuwa wakitunzwa na jamii ya eneo hili kuondolewa bila maelezo kamili. Wazee na viongozi wa Wajir wamesema walipata taarifa za uhamisho huo baada ya twiga hao wawili kusafirishwa hadi hifadhi ya kibinafsi mjini Nanyuki, uamuzi ambao wanasema uliwashangaza.

The Haya yanajiri wakati hali ya sintofahamu ikizidi kutanda. Wiki iliyopita, shirika la North Eastern Wildlife Conservancies Association NECA lilikashifu vikali hatua hiyo ya KWS, likihitaja kama uhamisho haramu unaokiuka sheria za usimamizi na uhifadhi wa wanyamapori. NECA ilisema twiga hao wawili walikuwa sehemu ya juhudi za jamii kulinda aina hii adimu ya Somali giraffe na kwamba kuwatoa kimya kimya kimevunja imani kati ya jamii na wahifadhi. leo leo, wazee wa Wajir wakiwa na ujumbe kwa shirika la KWS: tunamwambia KWS director general arudishe hiyo kitu hiyo twiga yetu mara moja, ama tutakupeleka mahakamani. Wanasema hatua hiyo imerudisha nyuma hatua za miaka mingi za hamasisho kuhusu uhifadhi wa wanyamapori katika eneo hilo. Wanyama yetu sisi hatukubali kamwe itolewe bila idhini yetu. Hata ingekuwa fadhali ingepelekwa kwenye kitu kama Game Parks ya Kenya Game Parks, ambaye tunapata ushuru, lakini personal conservation, eh, eh, ambaye ya lewas ambaye wanyama yetu bila authority yetu, bila public participation aidha Viongozi wanasema kutojumuishwa kwa serikali ya kaunti ya Wajir wadau na jamii kunatoa taswira ya ukosefu wa uwazi na heshima kwa wananchi waliokuwa wakihifadhi wanyama hao. Kwa sasa macho yanaelekezwa kwa KWS ambayo hadi sasa haijatoa taarifa rasmi kuhusu tuhuma zilizotolewa. Nikiripoti kwa runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Wajir, jina langu ni Hashim